Asante sana kwa kuichagua Smart Habari kama sehemu pekee ya kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani zikiwemo tetesi za usajili, makala pamoja na uchambuzi. Kama umetembelea ukurasa huu kwa mara ya kwanza na labda umevutiwa na taarifa zake, ni kusi usubscribe kisha bofya alama ya kengele. Sote kwa pamoja tunafahamu timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans, msimu ujao unakuja, na timu hiyo inajiandaa na michuano mbalimbali mbali, kama vile NBC Premier League CRDB Federation Cup na lile kombe la klabu bingwa barani Afrika chini ya uongozi makini kabisa wa mhandisi Harris Ali Saidi. Sasa taarifa njema tunaelezwa kuwa Young Africans walishamaliza kufanya usajili wa wachezaji wote wanaohitajika kuelekea msimu ujao wa mashindano. Mchezaji ambaye walikuwa wakimalizia, malizia ni anafahamika kwa jina la Komizo Abdoul Abbas Maiga. Mchezaji huyu ambaye ni kiungo wakati wa timu ya Asec Miamos ya kule nchini Ivory Coast anatajwa kujiunga na wananchi msimu huu wa 2025 20, 2026 kuja kuongeza makali katika kikosi hicho na kuziba nafasi ya Stephanie Azizki ambaye tayari yeye ameshajiunga na miamba ya kule nchini Morocco nikimaanisha Widadi Athletics. Mchezaji huyu tunaarifiwa kwamba amepita katika academy moja huko nchini Ufaransa inayofahamika kwa jina la Association Sports de Saint-Etienne, na huenda basi akaleta mambo mazuri akiwa amevaa uzi wa kijani na njano. Hivyo tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, ya wakati na Africans watakapoanza kutambulisha mchezaji mmoja baada ya mwingine. Tafadhali, kama una maoni yoyote kuhusiana na usajili huu unaweza kutuandikia katika box section hapo chini. Kwa heri kwa sasa hadi